katika maisha haya mafupi ya duniani na maisha marefu ya kesho akhera, ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochukua fursa na kuwapatia wasia au kuwaelekeza ummati wake katika mambo ambayo kwamba ni muhimu mwanadamu afaa kuyaangalia na kuyachukulia na umuhimu sana. Ni mambo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza na akayaeleza na kinyume chake hayo mambo, kwa sababu ni mambo ambayo kwamba mwanadamu hupewa kwa muda, kisha baadaye huzuka mengine ambayo kwamba yanakuja kwa muda wake unapofika. Ni mambo ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza ambayo yana manufaa katika maisha yetu haya duniani mafupi na kesho akhera. Mambo yenyewe ni mambo ambayo kwamba wengi wetu sisi au baadhi yetu tumeenda kukafilika nayo, ni mambo ambayo kwamba tunayo mimi wewe msikilizaji hapo na pengine kwa njia moja au nyingine, tumeghafilika nayo. Ni mambo ambayo kwamba yaja kwa mwanadamu, ni mambo ambayo kwamba huondoka kwa mwanadamu. Mambo yenyewe ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuelekeza kuyapatiliza haya matano kabla ya matano kutupata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi yake, igtanim khamsan qabla khamsin, patiliza mambo matano kabla ya matano mengine kukujilia, ni mambo ambayo kwamba yatakuja yataondolewa na haya matano mengine. Sasa haya matano ya kwanza, mtume sallallahu alaihi wasallam asema tuyapatilize kwa sababu ndio fursa na ndio wakati munasib ya muislamu kuyatumia mambo kama haya. La kwanza, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shababaka qabla haramika, patiliza ubarobaro wako, patiliza ujana wako Patiliza wakati wa ubarobaro wako kabla ya uzee kukuingilia. Ubarobaro ni wakati ambao kwamba mwanadamu ana nguvu, mwanadamu aweza kuyafanya mingi, mwanadamu aweza kuyafanya yale ambao kwamba anapozeka hawezi kuyafanya. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuelekeza katika mambo ambayo twafaa kuyapatiliza kabla ya mengine. La kwanza akasema, shababaka kabla haramika, patiliza ubarobaro wako

Uzee unapomjilia hiyo, ubarobaro kama huu amejiwekea akiba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiba ambayo kwamba ni ya matendo mema na matendo ambayo kwamba anamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanavyosema kwamba ubarobaro ni moshi unakuja ukipita. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana kwa kila Muislamu aweze kulizingatia jambo kama hili na kupatiliza ubarobaro, ambayo ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokupa, kwa sababu ni wengi hawaipati neema kama hii uchukliwa kabla. Kwa hivyo Muislamu au barobaro kama Muislamu, upatilize ubarobaro wako kabla ya uze wako. La pili, kwamba Mtume wasallam ameenda kutuhusia tuweze kulipatiliza jambo kama hilo. Mtume akasema, kabla sakamik, patiliza afya yako wakati uko na afya mzuri, basi patilize afya kama ile kumtumikia Allah Ta'ala. Ufanya mambo ambayo yanamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kabla sakamik, kabla ya kuwa mgonjwa, kwa sababu ugonjwa unapokuvamia ama ugonjwa unapokujilia unakuzuia kufanya baadhi ya mambo kwa kadiri fulani, unazuia kufanya kadiri ya mambo, unazuia kufanya mambo kwa kadiri fulani. Mtu anapokuwa na afya anakuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi kutekeleza ibada nyingi. Mathalan kama ibada ya kufunga sunna, mtu anapokuwa mgonjwa bila shaka hawezi kutekeleza ibada kama hii. Lakini unapokuwa na afya, basi ni muhimu afya yako itumikie katika njia ambayo kwamba yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza mambo ya faradhi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhishia, kutekeleza mambo ya sunna ambayo kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ametufundisha, kwa sababu ndio wakati wake. Unapokuwa mgonjwa, aghalabia ni mengi ambayo kama itakuwa utaweza kuyafanya, mathalan katika masala ya swala ilikuwa una uwezo wa kuswali swala za qablia na baadia, swala za duha, tahajjud, witri na swala zingine za sunna. Lakini unapokuwa mgonjwa, unazuilika, unakuwa ni mtu ambaye kwamba watekeleza zile za faradhi peke yake, kwa sababu zile zingine huwezi kutekeleza kwa sababu ya afya yako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine kutoonesha umuhimu wa afya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yoyote ambaye kwamba atatumia afya yake kufanya mambo mema basi wakati anapokuwa mgonjwa, Allah Subhanahu wa ta'ala humlipa ule ujira mambo akiyafanya, wakati anapokuwa mgonjwa Allah subhanahu wa ta'ala humlipa ule ujira wa yale mambo ambayo alikuwa akiyafanya wakati ana afya yake. Kwa hivyo katika wasia wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuelekeza kwamba tupatilize afya zetu kabla ya ugonjwa. Na afya ni katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humpatia mtu. Ni wengi ambao kwamba wamenyimwa afya, na ni wengi ambao kwamba wamepewa afya lakini hawajaona thamani ya afya ama hawajazinduka kuitumia afya kama ile katika njia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kutuhusia juu ya kulipatiliza jambo kama hilo, Mtume akasema ikhtani mfaragha ka kabla shughulika, patiliza wakati wako wa free, free time yako, ipatilize kabla ya kuwa na shughuli barubaru. Unapokuwa barubaru una fursa nyingi ya kufanya mambo ambayo kwamba yanaridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na wakati unapokuwa na majukumu mathalan ya watoto au mke au majukumu mengine ya kikazi. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fursa kama hii ya faragha uipatilize ewe Mwislamu, katika njia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika njia ya kuzidisha matendo yako mema, katika njia ya kujiwekea akiba yako ya kesho, akhira, safari ambayo kwamba haina mwisho. Vilivile, katika jambo la nne ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kutuhusia tulipatiliza jambo kama hilo, Mtume akasema: ightanim ghanaaka qabla faqarika, patiliza utajiri wako, patiliza uwezo wako kabla ya kuwa fukara kwako au kuwa maskini. Allah subhanahu wa Ta'ala anapokujalia na neema ya mali, basi patiliza kufanya mambo ya kheri, kwa sababu mali ni kitu ambacho kwamba chaja na chaondoka mali ni kitu ambacho kwamba leo nacho, kesho ujui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataichukua kwa njia gani mali kama ile. Kwa hivyo, mwislamu, unapojaliwa na uwezo wa mali usiseme ngoja nitahiji mwaka ujao, nitafanya umra siku nyingine, ama nikifika umri fulani nitafanya la. Allah amekujalia una uwezo, nenda kafanya hija hivi sasa. Allah amekujalia una uwezo, nenda kafanya umra hivi sasa. Allah amekujalia una uwezo wa kuangalia maskini na mayatima, tekeleza hivi sasa. Allah amekujalia na uwezo wa kuangalia wale ambao kama muhtaji na katika ulimwengu, basi fanya hivyo, kwa sababu ni wakati ambao kwamba Allah amekupatia na hujui ni wakati gani ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ataenda kuchukua mali yake. Mali ni amana ambayo kwamba twapewa sisi. Mtume wa sallam akasema tuipatilize amana kama hiyo, kuitekeleza au kuitumia <coughs> katika njia ambayo kwamba yamridhisha Allah subhanahu wataala. La mwisho ambalo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameenda kutuhusia tulipatilize, na ni jambo ambalo kwamba ndio limekusanya yote yaliyopita. Mtume akasema ightanim hayataka kabla mautik, patiliza uhai wako kabla ya kifo chako. Uhai ni kitu ambacho kwamba mwanadamu hupewa hujua siku ya kupewa lakini hajui ni siku gani ambayo kwamba uhai kama utachukuliwa. Kila mmoja wetu ajua siku gani amezaliwa, wakati gani amezaliwa, lakini wakati wa kufa hatujui. Kwa hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tupatilize uhai wetu, maadamu uko hai, fanya ibada Fanya matendo ambayo kwamba yatamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, jiepushe na kila ambalo kwamba litamudhi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hujui ni wakati gani ambao kwamba uhai kama utakatika. Ni jambo ambalo kwamba Allah amejiekea ye mwenyewe ndio yajua ni wakati gani kila mwanadamu umri wake utakatika. Umri unakatika ghafla, umri wakatika bila taarifa, umri wakatika bila kufahamu wala kuelewa. Kwa hivyo Mtume sallam katika mambo ambayo kwamba ametuhimiza ametuimiza tuyapatilize, ni kupatiliza uhai wetu. Uhai upatilize katika kuridhisha au kufanya mambo ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uhai wako utumie katika kupeleka gurudumu la Uislamu mbele. Uhai wako utumie katika njia ambayo kwamba itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na uwache kutumia uhai wako katika njia ambayo kwamba inamudhi au namkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba au ni wasia ambayo kwamba ukiziangalia, Mtume wa salama ametueleza kuonesha mahaba yetu kwetu sisi namna gani. Mtume ametuambia kwamba haya ni muhimu, Uislamu yapatilize kabla haya kukupata. Mtume akatueleza na mapema kuonesha mahaba yake na namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam anatujali na anatupendea kheri katika maisha haya mafupi ya duniani na maisha ambayo kwamba yana mwisho, kesho akhera akhira. Mpaka hapa wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa shukran lakum, wa jazakumullahu khairan inshallah.